Watoa huduma wote, tumeona kwamba mkataba unaelekea mwishoni. Sasa tunaelekea mwezi wa nne, na mkataba unatakiwa kufika tarehe 12 Mei, muwe mmemaliza ujenzi wa minara yote na muwe mmeiwasha, kwamba sasa wananchi wanafurahia. Ninafahamu katika asilimia 44 ya minara ambayo imebaki katika utekelezaji ipo katika hatua mbalimbali ya ujenzi. Kwa hiyo uh, viongozi wa watoa huduma kwa maana makampuni yote yanayotoa huduma Tanzania yote, ambayo yaliingia mkataba na wizara yetu ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari, wote kila mmoja ajiangalie, aongeze na muda wa kufanya kazi ili kuhakikisha hii minara tunakuja kukabidhiwa na sio kuomba kuongezewa muda tena, kwa sababu tunahitaji wananchi wapate kufurahia huduma inayotolewa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tokakf imeanzishwa. Kwa upande wa mkoa wa Singida, imesha tekeleza miradi ujenzi wa minara 68 na iliyokamilika imekamilika katika kata 49 na, na idadi yake ni minara 50 ambayo inatoa huduma na wananchi wake wananufaika. Kwa upande wa ujenzi wa minara 758 washiriki wote ambao ni watu wa huduma walishiriki katika zabuni za hii, ambapo kata jumla ya kata mia saba kumi na tatu zilipata watu wa huduma na idadi ya minara ambayo inakwenda kujengwa ni mia saba hamsini na nane Mpaka hivi sasa ninavyozungumza, idadi ya minara 428 imekamilika, na minara hii ni sawasawa na asilimia hamsini na sita ya utekelezaji wa mradi mzima kwa upande wa mkoa wa Singida kuhusiana na utekelezaji wa ujenzi wa minara hii 758 kama ifuatavyo. Mkoa wa Singida ulinufaika kwa kupata idadi ya minara 32, ambapo minara hii imejengwa katika kata 31. Hapo maana yake kuna kata na minara miwili, ndio maana na kuna, kuna minara 32 katika kata 31 na vijiji vilivyonufaika ni 55. Mpaka mwezi wa 12 asilimia 84.94 ya wananchi wa mkoa wa Singida wanapata walao 3G. Maanayake nini? Wananchi wa Singida wameingia sasa kwenye anga la kidigiti, na pia wanaingia kwenye internet ya kasi, na hivyo kuwarahisishia kuingia kwenye uchumi wa kidigiti ambao utawasaidia kwenye shughuli wanazozifanya lakini mkoa wa Singida pia pamoja na uwepo wa hizo huduma wamekuwa wakitumia vizuri, kwa maana ya kwamba matukio ya uhalifu, ulaghai kupitia simu za mkononi kwa mkoa wa Singida yameendelea kupungua. Mathalan, kati ya takriban uh, mathalan kati ya mwezi Machi mpaka Juni mwaka jana kulikuwa kuna matukio 141 lakini, Julai mpaka Oktoba yalipungua mpaka 67 lakini kutoka Oktoba mpaka Disemba mwaka jana yamepungua kufikia ishirini na moja.